Bila shaka unakumbuka zile video na picha zilizokuwa zinaonekana watu wanaogelea kwenye swimming pool za ikulu, lakini pia watu wanalala kwenye vitanda vya ikulu miaka kadhaa iliyopita. Bila shaka ni mwaka 2022 katika taifa la Sri Lanka, baada ya maandamano makubwa zaidi kufanyika na kumsababisha rais wa nchi hiyo wakati huo, Gotabaya Rajapaksa kukimbia ikulu. Sasa leo hii nina kuletea orodha ya maandamano makubwa zaidi yaliyovunja rekodi kwa kufanyika duniani, lakini kwa kuanzia ni kwamba barani Asia tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili imekuwa mahala pa uamsho wa umma na maandamano makubwa yaliyochochewa na matatizo ya kiuchumi, ukosefu wa haki, mageuzi ya kisiasa na kutokubalika kwa mamlaka ya utawala. Vuguvugu hili -vugu limejenga sura mpya ya kisiasa kwa umma na limeibua maswali mapya kuhusu hadhi ya demokrasia ya ushiriki wa teknolojia na majukumu ya serikali. Mojawapo ya maandamano kabisa makubwa kwaikofanyika duniani ni yale maandamano ya kupinga vita dhidi ya Iraki yaliyofanyika tarehe kumi na tano Februari mwaka elfu mbili na tatu katika hii watu wanaokadiriwa kufikia kati ya milioni kumi hadi kumi na tano waliojitokeza katika zaidi ya miji mia sita duniani kote wakitoa sauti ya kupinga vita hivyo. Jiji la Roma nchini Italia pia lilivunja rekodi ya kuwa na umati mkubwa zaidi wa watu katika maandamano hayo kwa siku moja, takribani watu milioni tatu walihudhuria na Guinness World Record lilitambua hili kama maandamano makubwa zaidi ya kupinga vita kuwahi kutokea. Lakini kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili vuguvugu la upinzani na ghadhabu za umma lilienea katika mataifa mbalimbali mbali, likibeba ujumbe wa mabadiliko ya uwajibikaji nchini Sri Lanka kulishuhudia maandamano makubwa zaidi yaliyosababishwa na mgogoro wa kiuchumi, uhaba wa mafuta na kupanda kwa gharama za maisha. Shinikizo la wananchi lilimlazimisha rais wa wakati huo Gotabaya Rajapaksa kujiuzuru, jambo lililoonyesha nguvu kubwa ya sauti ya raia katika kushinikiza mabadiliko ya kiuongozi. Maandamano hayo yaliyotikisa dunia yalishuhudiwa kwa kiwango kikubwa sana na vurugu na shida za hapa na pale ipelekea uporaji na polisi kuumizwa, wakati mwingine pia hata mauaji. Maandamano hayo yameweka rekodi ya kuwa miongoni mwa maandamano makubwa zaidi kuwahi kutokea na yenye matokeo makubwa zaidi, yaliyosababisha ya rais kukimbia ikulu. Lakini maandamano pia ya hivi karibuni katika nchi ya Nepali, yaliyoongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z, yalianza kwa shinikizo la muda mrefu la wananchi wa dhidi ya ufisadi, ukosefu wa fursa za ajira na kiutendaji, yani utendaji mbovu wa serikali. Sababu ya mwanzo ilikuwa ni marufuku ya serikali kwa mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, zamani Twitter kwa maana ya X, YouTube na mengineyo ambazo kwa kiwango kikubwa zilizuia watu wengi kutumia majukwaa hayo kwa taarifa za mawasiliano. Wakazi hao walichukizwa na jinsi wasanii na wanasiasa na watoto wa viongozi yani nepo kids walivyoonyesha maisha ya anasa, wakati wengi wana shida nyingi sana, na wengine wakishindwa kupata haki zao za msingi. Maandamano hayo yalianza Septemba 8 na kumalizika Septemba kumi na nane mwaka huu elfu mbili ishirini na tano huko katika mji wa Kathmandu na maeneo mengine yakizidi kuongezeka na kupanuka. Waandamanaji walivuka mazuio ya polisi na waliingia jengo la bunge kuashiria hasira lao kubwa. Usalama ulihitishwa kwa nguvu, licha ya askari kutumia mabomu ya machozi gesi pamoja na risasi za mpira, lakini bado haikufua dafu. Hii ilisababisha vifo vya takribani watu kumi na tisa kwa siku moja, kwa maana ya siku ya kwanza, na hatimaye tukashuhudia waziri mkuu KP Sharma Oli akitangaza kujiuzuru na serikali ilibadilishwa, na serikali ya mpito ikateuliwa. Marufuku ya mtandao wa kijamii iliondolewa ili kupunguza mzozo huo. Hayo pia ameingia kwenye orodha ya kuwa maandamano makubwa yaliyoleta matokeo makubwa zaidi. Maandamano mengine yaliyowekwa kwenye rekodi kwa maandamano makubwa kwa miaka ya hivi karibuni ni pamoja na yale maandamano ya wiki kadhaa za kupinga serikali ya waziri mkuu wa muda mrefu wa Bangladesh, inamzungumzia Sheikh Hasina, na serikali ya mpito ikitarajiwa kuundwa baada ya Hasina kujiuzuru na kukimbia nchi siku ya Jumatatu, ambayo ilikuwa ni Agosti 23, 2024. Umati mkubwa wa watu ulivamia makazi yake rasmi katika mji wa Dhaka, huku hukiwa na ripoti za uporaji na vurugu katika miji mingine pamoja na mji mkuu. Hayo ni miongoni mwa maandamano makubwa zaidi, pia yakiwekwa kwenye rekodi. Lakini maandamano mengine ni yale ambayo yalifanyika katika taifa la Pakistani, ingawa yalikuwa sio mapinduzi ya moja kwa moja ya mitaani. Maandamano makubwa ya migawanyiko ya kisiasa kati ya mwaka 2022 na 2023, kuondolewa kwa waziri mkuu wa Pakistan na mzungumzia Imran Khan kupitia kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Hayo ni maandamano pia yaliyoingia kwenye rekodi duniani. Lakini bila shaka unakumbuka kile kilichotokea nchini Marekani ambacho kilisababishwa na mtu mweusi kuwawa na hatimaye siku kadhaa mbele yalitokea maandamano makubwa. Harakati hiyo iliyojulikana kama Black Lives Matter ya mwaka 2020 ilianza kama mshtuko wa hasira juu ya matukio maalum ya unyanyasaji, lakini ikaanza kuwa harakati ya duniani kote iliyobadili uangalizi umma na sera za polisi na haki za kiraia. Iliwezesha kuibua mjadala mkubwa kuhusu ubaguzi wa rangi, ubaguzi katika mfumo wa sheria na haki za watu ambao kwa muda mrefu walihisi hawaonekani, hususan kwenye nchi za Ulaya pamoja na Marekani na baadhi ya mataifa ya Asia, hadi yakapelekea matukio makubwa ikiwemo kwenye matukio kama mpira wa miguu, watu wakao na chuchuma kwa takribani dakika moja hivi kama sehemu ya kupinga unyanyasaji dhidi ya watu weusi, ambayo yalienda kwa Black Lives Matter kwenye mataifa kama Uingereza, kwenye ligi kuu la liga kwa maana ya Hispania, pamoja na mataifa mengine kama Ujerumani na Ufaransa pamoja na Italia. Kote ligi kubwa zilikuwa na matokeo ya namna hiyo. Nako Indonesia hakukuwa salama. Maandamano yaliyoongozwa na vijana yalikuwa yakionekana mara kwa mara, hasa katika serikali iliyopendekeza sera ambazo zinapunguza bajeti katika sehemu muhimu kama vile elimu na huduma za jamii, au wakati wabunge wanapopata marupurupu makubwa au haki zao zinapoonekana kuwa za kipekee kuliko raia wa kawaida. Harakati kama Dark Indonesia zinaonyesha jinsi vijana wanavyotumia mitandao ya kijamii kuhamasisha na kuunganisha malalamiko yao juu gharama ya maisha matumizi mabaya ya umma na uwajibikaji wa serikali. Miongoni mwa maandamano pia kuwa yameendelea kuwa makubwa katika taifa la Indonesia, tena ni maandamano yasiyo katika ni baada ya muda unashangaa maandamano. Lakini taifa jirani la Afrika Mashariki kwa maana ya Kenya, miongoni mwa mataifa yaliyokuwa na maandamano msimu mmoja uliopita. Nchi hiyo ilishuhudia maandamano makubwa ya kisiasa tangu miaka elfu mbili na kumi ma ambayo mara nyingi yalikuwa na msingi wa kiuchumi kodi, gharama ya maisha, ukosefu wa ajira lakini pia uhusiano wa moja kwa moja na uwajibikaji wa serikali na haki za binadamu. Kwa mfano maandamano hayo ya mwaka 2024 yaliyoenda kwa finance bill, yakanaswa na vurugu, maombolezo ya vifo na kuibuka kwa harakati za kijamii kama Ruto must go, yani Ruto lazima aondoke hapo. Wananchi pia sio tu walipinga mkopo wa kodi au kodi mpya, bali walitaka mabadiliko ya kiutawala, uwazi wa matumizi ya serikali na kuheshimu ama kuheshimiwa kwa sheria. Ni miongoni mwa maandamano ambayo yaliweka rekodi nyingine duniani. Msukosuko wa kisiasa wa kila taifa unapochanganywa na teknolojia ya mawasiliano, hasa mitandao ya kijamii na shinikizo la watu wa kawaida, husababisha serikali kujitolea kuboresha au hata kuachia madaraka, kupanga uchaguzi mpya na kurekebisha sera. Hii inadhihirisha kuwa serikali katika enzi hizi haziwezi kutegemea tu mamlaka yao, bali zinahitaji kuwajibika mbele ya wananchi wanaoona kuwa haki zao zinakataliwa. Katika taifa la Madagaskar siku za hivi karibuni, kati ya Jumatano mpaka Ijumaa e, kumerekodiwa pia maandamano makubwa yaliyosababishwa na mambo tofauti tofauti yakiwemo hali ngumu za kimaisha pamoja na matumizi mabaya ya serikali. Lakini pia uwajibikaji mbovu ni sehemu ya kichocheo cha maandamano hayo ambayo yamesababishwa pia e, kufungwa kwa baadhi ya maeneo sambamba na ah, marufuku ya kutotoka nje kuanzia majira ya usiku saa mbili mpaka saa kumi na moja asubuhi, wakati shule pia zikifungwa na maeneo mengi ya kibiashara yakifungwa katika mji mkuu Antananarivo. Maandamano hayo pia yamepelekea kuchomwa kwa baadhi ya nyumba za wabunge, huku rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina akikaa kimya mpaka muda huu, wakati ambapo wananchi wakitaka kusikia chochote kutoka kwake. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.